Hii ndio hali halisi kwa maeneo mengi hapa mkoa wa Dodoma nchini Tanzania. Wanawake wa mtaa wa Chinangali, kata ya Chamwino, mkoa mkoani Dodoma, wanawakilisha sauti za walio wengi na wanaoteswa na kero ya maji kwa miaka mingi. Miongoni mwao ni mama Mariam. nilipo nashukuru nilipokuta maji yanatoka hapa. Maana nilitaka nende chooni asubuhi nimekuta chooni hamna maji. Aya, maji mimi mwenyewe sina hata kwenye kibakuli Eda kwa maisha kwa ya, ya machweo yamebadilika mno, kwani kila uchao baadhi ya wakazi huambatana makundi ndo, kwa makundi ndoo mikononi walau kuwahi foleni kwa jamaa zao kwa lengo la kupata maji, jambo linalowarudisha nyuma kimaisha.